Nashukuru. Mimi naipongeza serikali, lakini nakipongeza Chama cha Mapinduzi, moja kwa kuandaa mkutano mkubwa huu ambao uko mbele yetu, lakini katika ajenda zilizopo ni pia kupewa ilani ya uchaguzi ya 25 2030. H kwayo, nina matumaini makubwa kwa sababu chama chetu cha Mapinduzi, katika kuandaa ilani za uchaguzi miaka yote imekuwa ikiandaa ilani bora kabisa ambayo inaenda kujibu majawabu kwa Watanzania wote. kwa katika ilani hii ambayo inakuja, tunaamini itakuwa imegusa maeneo yote katika sekta ya kilimo, sekta ya afya, lakini masuala ya uchumi na uzalishaji mali, kwa maana ya wakulima, wafugaji, wa machinga na watu wengine wote. kwa tuna tunaimani itakuwa na majawabu makubwa. Lakini katika sekta, umeuliza kwamba natamani ni sekta gani itakuwa imeguswa zaidi, niseme tu kwamba sekta zote zitakuwa zimeguswa kikamilifu, kwa sababu Chama Cha Mapinduzi hakijawahi kukosea, hasa katika uandaaji wa kutatua changamoto na kero za wananchi wa taifa letu. Ndio, nashukuru.